Hujambo popote ulipo, ni Alhamisi nyingine ya tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2025. Wakati mwingine mwafaka, tunakongamana hapa ni kufahamishe baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye chumba chetu cha habari siku hii leo. Kumbuka mtazamaji, unaweza fuatilia taarifa hizi moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa kijamii, kurasa Facebook ni at KBC channel, na kule mtandao wa X ni at KBC channel, na kwangu ni at Khalid Abdullah. Naomba tuandamane hadi tamati. Raia raiya wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kwenye msitu unaokumbwa na misukosuko wa e, Mukogodo katika kaunti ya Laikipia wameagizwa kusalimisha mara moja kwa maafisa wa, wa serikali. Kamishina wa kaunti hiyo e, Onesmus Kyatha amesema msitu huo umekuwa maficho ya majangili wanaojihami ambao hutafuta hifadhi humo baada ya kuzua vurugu katika eneo hilo na maeneo mengine. Katika hiyo sehemu tunajua kuna bunduki ambazo zimemilikiwa na wale ambao wastahili kuwa nazo already. Jackson, the president ametoa wito, kuna ile amnesty imepeanwa, na kwamba ikiisha, tutaingia kwa hiyo mahali tutoe hizo silaha kwa nguvu. Kwa hivyo yangu ni kuomba wananchi na machiefs pamoja na wazee wahakikishe kwamba vijana wao wanarudisha hizo bunduki kwa hiari. The security agencies are, and also the conservancies and commissioners really looking at how we can break those cartels, uh, because becoming an organized crime e essentially uh, which is really bad because we are losing people we we are lives we are losing livestock and uh, it's just destabilizing the land the landscape tuko na shida ya changamoto kubwa sana kwa sababu hatuna uh, mobility ndio shida kubwa wakati tunapata incident ya wizi hatuna gari hiyo ndio challenge yetu kubwa sana sisi, kama conservancy ni jamii moja, na kama ni conserva conservancy ndio tunajua saa hizi haswa, mara mingi tunaweza kusaidiana naye kwa sababu, huwa tuna engage, tunaongea pamoja.